Unyama mwingi uh -huh. yeah. yeah. Simba Sports Club. kwanza anaitwa Robbie Craft. yeah. Kana... Mimi ni shabiki wa Simba lakini pia vile vile mimi ni artist, ni mwana sanaa. mm -hmm. Tukirudi kwenye, kwenye masuala ya sanaa, msanii anatumia peni na karatasi kuandika ngoma kuizungumzia timu yake. Na mimi nimetumia sanaa yangu kuzungumza nini ambacho timu yangu inadimandi msimu huu. Sisi Simba Sports Club tunatengeneza timu, lakini timu yenyewe inatudimandi sisi ubingwa. Yani timu inatudimandi sisi nini? Ubingwa. Ubingwa unatutaka yani, sisi yani, ubingwa, yani... yani team, lak... yeah, yeah, lakini, tengeneza. Sisi tunatengeneza timu lakini, yeah. Ubingwa unatutaka sisi maneno vizuri eh. Ndio maana Simba Sports Club ndo role model wa vilabu vyote ah, kwenye i nchi Simba Sports Club ndo role model wa vilabu vyote hapa kwenye nchi ya Tanzania. Unajua kwa sababu gani? Sisi Simba Sports Club tunabato na vilabu vitano tu peke yake Afrika. Vilabu vingapi? Cha sita ni sisi. Sasa wewe kama haupo kwenye hiyo 6 ball au top 5 ball, wewe upasi kubato na sisi. Ukitaka kubishana na sisi, labda uje na bakuli la supu tuwe tunabishana hapa ye. hi yeah. Yeah. <laughs> mimi nazungumzia vikundi vya vunja kuni, kwa sababu hakuna timu mweneno vizuri kuna watu viongozi wao hawana weledi kuongoza timu. Sisi hatujatoroka <laughs> yeah. Kwanza usiingie katika huo wa mfumo yeah. yeah. yeah. Sisi, wa nyuma mwiko unaelewa vizuri, naomba nikuweke sawa. Sisi wametuzuia sisi kufanya kitu pitch feeling. You know? Waliwazuia. Walituzuia pitch feeling, pitch feeling ni nini? yeah. Pitch feeling ni hali ya wachezaji kuingia muda na wakati sawa na siku moja kabla ya mchezo umeelewa vizuri yeah. Pitch feeling ni hali ya wachezaji kuingia katika uwanja ambao watautumia muda sawa na kesho siku ya mchezo. Pitch feeling. Yeah, pitch feeling ndio maana tunashuhudia wachezaji wanavyoingia kwenda kufanya pitch feeling. Wengine huwa hata wanavua viatu, wanatembea katika ile pitch. Wengine huwa wanajigaragaza katika pitch. Yaani ni katika hali ya kutaka kuzo. Kwenu... Yeah, umenena vizuri. Amkutaka kwenda kufanya mazoezi. Sisi mazoezi tunafanya bunju mzee. Sisi tumeenda pale kufanya kitu cha pitch feeling. Unajua nyuma mwiko ni watu ambao hawana weledi. Hawajui hata kanuni za mpira. Umenena vizuri. Kwa hiyo tunawafundisha. Na rais amerudi jana akasema hivi. Akasema hivi. Mpira wa Tanzania image yake pale ulipo haijaje, kwa bahati mbaya imetengenezwa image ya mpira wa nchi hii. Sasa kama kuna kikundi chochote, kama kuna kikundi chochote kimejipanga ki kuvuruga image ya mpira wa nchi hii, watafute sehemu ya kwenda kufanya nini hizo vitu vyao vya kiuni. Mpira wetu sisi hautaki uuni, kwa sababu mpira wa Tanzania ni una, una, una, una, umekuwa ni, ni image kwa Afrika yote hii na dunia wana, nzima kwa ujumla umeendelea vizuri yeah. Sasa mnapokuwa mnaleta mna vitu vya kijinga kama walivyofanya alivyofanya nyumamwiko, hivyo vitu havipaswi kupewa kipaumbele. Sisi hatukuonekana uwanjani kwa sababu bodi ya ligi ishasema kwamba siku hiyo hakuna game. Sasa wao, oh, sisi tulikuwa kwanza kwa sababu walivunja kanuni nyuma mwiko Malami wapi? hatuwezi kwenda, hatuwezi kwenda kinyume na bodi. Umenelea vizuri. Wanaoenda kinyume na bodi ya ligi ndio hao wa, wa, wa, wasokwa na timu wenye vikundi vya wavunja kuni tu. Umenelea vizuri. Timu ya Simba Sports Club ina uongozi imara, ina viongozi weledi, hawawezi kwenda kinyume na bodi ya ligi. Ndio maana rais, jana, karudi amezungumza swala hilo, kwamba kama kuna kikundi chochote kimejipanga kuharibu image ya mpira hii kiende huko kikatafute namna gani wakacheze sio wakafanya fanye nini huko huko sio kwenye ligi yetu sisi hii ligi imepambaniwa hii ligi iko pale sio kwa bahati mbaya watu wamepambana kuiweka pale ligi ilipo sio mnatoka huko si mshakunywa zenu supu supu za nini mnakuja kutuharibia ligi hiko kitu sio haitaki kupewa kipaumbele unyama mwingi nakwambiaje oh sorry tukimbia kazi wanao yani bado kwenye kumi na nane zetu bado hawajatoka yani bado kwenye rada zetu yani sisi wamo Watake wastake. Mheshimiwa Rais jana amesharudi. Kwanza nichukue nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Mheshimiwa Rais. President, we We I salute you all fans of football club Simba Sports Club. We love you, my man. Ipo hivi. Wao, kama wao, kwenye kumi na zetu sisi bado wamo, bado hawajatoka. Kwa sisi bado sisi, kazi na wao tunayo. Eh, kwa hiyo tunasubiri sisi bodi itamke kwamba tarehe ya mchezo ni tarehe fulani alafu watuambie timu wanaleta au hawaleti. Yeah. Yaani sisi wawaletisisiii timu wanaleta au hawaleti, ndio swali letu, si kwao. hao hao nyuma mwiko. Tunawauliza. timu wanaleta lito. au hawaleti, yaani msimu huu sisi mm, sikuna kitu leta ubaya ubwela eh. asa hivi sasa ubwela tunaweka pembeni asa hivi ni ubaya ubaya ha? ubaya ubaya, Kuna ubaya ubura. yaani ubwela tumeweka pembeni eh. asa hivi ni ubaya ubaya msimu huu mtumwa mtumwa wa mapenzi wewe, una akili zako timamu, ase huwezi. Yani hata wewe, alichokifanya yule pale, unajua kabisa. Yani najua we ni mwandishi wa habari, lakini unajua alichokifanya yule jamaa, ni mtumwa wa mapenzi. Mtu mwenye akili zake timamu, huwezi kufanya jambo lolofanya riziki, hakuna cha ndoa pale. Ndugu mwandishi, wewe nitafute baada ya miezi, mwisho wa ligi, afu nitakwambia kwenye hili jambo au aenda kwenye international break tukirudi, magari wamekodi ngombe wale, wale ngombe malipo laki yale magari yote matatu ya ngombe, wale kuja kufanya ile show wamelipa milioni ngapi? Tatu tunafahamu yote yote yote, pale ni hakuna ndoa zile ni drama tu za mpira, ndio maana nakwambiaje, hizo ni drama za mpira. Issue ni kwamba yule mshikaji ni mtumwa wa mapenzi, yule ni mtumwa wa mapenzi. oh, sisi tunawataka e. kama hawataki wakatafuta pakwenda kucheza, ndio kule kule, maana nakwambiaje ile ni timu ambayo haina viongozi weredi wa mpira. Uwezi ukawasha gari unakuja kule, unakuja saa sita hawana. so, hawana maono wale, hawana maono ya mpira. Sisi tunafuata sisi kanuni, sisi tunafuata kanuni. Wale pale sio watu ambao wanafuata kanuni za mpira wa nchi, ni watu ambao wanababaisha babaisha tu. Nikwambie ndugu mwandishi. Mana shukrani sana. Haina noma.